Ni majaliwa, once again, Elon Musk wa madrafti bana e? Leo ngoja niwaletee tena ngoma nyingine hapa ini, ini tege e, tege afu nataka nionyeshe goli lake sasa. Kwenye tege hii hii tege hii kuna goli la lazima ambalo unaanzishiwa, afu wanaweka hii hapo, unaomba wanakupisha, wanaomba tena, hii unakata, wanakula, unakula, wanakula, wanakula sasa hii mwenye bluu inabidi ashinde, nataka naonyeshe goli la lazima endapo mtu akijichanganya akicheza hapa hapa, moja kwa moja unamshika hapa. Sasa hapo ipo hivi kwenye hili draft, huu ni mchezo wa sare, lakini endapo mtu akikushika hapa, hilo ni goli, hamna, hamna excuse hapo, hilo ni goli. Go, yani hata afanyaje sasa ndo leo najua, unaweza ukashangaa ukasemaje, mbona hiyo tumekagua sale. Sasa mimi naonyesha magoli ya lazima tena na magoli ma, kama mawili vya lazima hapa. Unashika hapa, mara nyingi huwa wanakuja huku kwa sababu akija hapa si unajivunja afu unampiga ili fosi. Kwa hiyo ngoma huwa inalazimisha, ukishaziba hapo lazima atakuja huku e, ukishaziba hapo lazima atakuja huku. Akishakuja wewe shika hapa hapa, mara nyingi huwa wanakuja hapa hapa, wewe shika hapa Mona hapa mara nyingi wao wanafanyaje? Wanamaliza hapa, wanamaliza e, hapa sasa. Wakishamaliza e, wakishamaliza hapo, usipige fosi hii hapa, usipige fosi. Fosi hii sijaipenda fosi hii e, ni sare hii. Akicheza vizuri, anapiga sare hii, sijaipenda. Kwa hiyo mara nyingi <coughs> wenyewe wanataka upige fosi alafu liwe liwe sare. Kwa hiyo sasa, we hapa, akicheza hivyo, tia buti hapa. Ukitia buti hivyo baba, hapo limeisha, kwa sababu. Sinakupa sababu ya kwanza, akisema ajivunje, limeisha, lina goli lazima. Nitaonyesha haya. Ila, kwa kama unacheza na mtu ambaye aju hesabu, unaweza ukajivunja tena, unaweza ukajivunja na sikufunge. Unaona bwana lakini kama unacheza na mtu anayejua hesabu kidogo, unaweza ukacheza hapa e, kama ana hesabu ndogo hiyo sare. Kwa sababu hapa haraka haraka sana anaweza akasema nijibwage, akijibwaga anakula. Umeona bwana, wewe unaingia, unaona. Sasa mara nyingi hapa waga labda anaweza aka, wengine hapa waga wanaselia, anakuacha unakula, anakunyonga, anakunyonga e, bwana, huyu ni Elon Musk majaliwa, once again unanyonga kama hivi unaona bwana sasa hapa akitembea kingi ukitembea vibaya hizi anaweza akakubananisha mimi napenda sana kutoka na ikete hii ni sare unaona kwa hiyo atakuja hapa unakuja akisema ale hapo unatembea akisema ale hapo unatembea akisema shtue huku unaficha akisema arudi hapo una unapita una, una, una kibati unaona bwana e, lakini kuna wengine sasa wanafanya hivi, wewe unakuwa umeomba. Kuna wengine wanakimbiza, muona bwana. Ukiomba akikimbiza, wananyonga huko, mwona bwana, wananyonga huko. Ina maana huyu naye hata utakuja kumnyonga, ushaona bwana. Kwa hiyo hapa unaweza ukakimbia hivi, akakurudisha akakunyonga, anakula hii, nayo ni sare sawa sare yake rahisi sana, usitoke na hii e, lakini pia ukitoka na hii, ina maana yataenda, unaenda anaenda, sawa. Sasa hapo unaweza kukutana na liuni likakuwekea hata hivi likakusumbua sumbua likaweka hivi, unaenda bado ni sare e, kwa hiyo ukienda, anaenda ukienda, sasa ukikosea, kwa mfano ukaja hapa, anaingia au inakuwa goli, umeona, inakuwa ni goli hapa kiku kwa sababu hapo utatoka hivi sasa, unaomba anapiga afa, anatembea ah, bado sare, bado sare. Hata ukikosea kumbe bado sare, ila kete sahihi kabisa, ilibidi ucheze huko, ili anavyoingia au sijui akiingia huku, au na usende huko, atapiga unaingia huku, akifuata sijui unaingia anakuja sijui anafanyaje, tayari inakuwa sare. Bwana, ni sauti ya Elon Musk, tunaenda kuchambua hapa, chambuzi ya kinifu. Sasa hiyo ni sare. Eh, hiyo ni sare. Endapo umekutana na puka pukapuka akapiga hapa. Lakini ukikutana na bingwa, uki, hivi, hata ukimwekea hivi, hataki kukupiga hapa. Anakusubiri hapa. Baba, ukiona mtu kakuwekea hivyo juu, yanakufunga. Sawa. Yani tuanze kuichambua ya hii hapa. Hii hata ukisema sasa hivi ujivunje. Anakula, unakula, anaweka. Unakuja anaweka. Unakuja anaweka. Hapa ndio tutofanyaje? Sitabidi ujibwage, anakula. Umeona bwana, ukisema ule hapa anatembea, unakula, anakula. Sio utaficha, anavuta, anavuta mkuya ati. Ukiingia anapiga fosi anakusubiri. Anapiga msungulusi, chuma. Muona bwana. E, kwa hiyo hiyo ya kujivunja tayari ni mbovu. Haya, tuangalie nyingine sasa. Umeweka ndani ajajivunja mbovu. Akija hapa unaweka. Muona bwana. Akisema apige afuatie bomba ili shipa unakula. Anakula ndani, anakula. Unaweza ukamwachia tu, anakula. Unaingia siji, anavuta wapi huko? Hii unaweza ukapuliza, atapiga unakula. Akitoka naye unavuta, akijificha unaweka, akitema, akipiga lisisi ile. Umeona bwana, twende haraka ili siende muda mrefu sana video. E, ukishaweka, kishaweka, ukisha hapo, unakuja Haya sasa, hapo kuna mwingine mjanja mjanja, anaweza kakutema afu akauliza viatu hapo, unampisha sawa, atakula unatoa kitumbo, atatembea unatembea, hawezi kutembea hivi, hata hy amelogwa, kwa sababu hapo utauliza viatu. Shona bwana, akiziba unatifua, nasijajichanganya no, kweli akiziba kiziba kiziba kiziba unamwachia, alafu uh, unapiga. Hapana, hapana, ukitembea hivi ina eh, maana a ni kete mbovu bwana, ni kete mbovu. Ukitembea hivi teli, nakuwa ni kete mbovu, kwa sababu hapo atakushtua, naona bwana atakushtua kisema uzibe hapa, kiroho mbaya anakuachia, akipiga nakuwa miji nyonga, akipiga anakula alafu anakula anakula naenda anakula naingia, linakuwa ni goli eh, linakuwa ni kwa hilo ni, ni goli sawa. Tuangalie goli jingine. Kwa hiyo hadi hapa aksema hadi likifika hapa tayari ni goli la lazima e, sasa kwa huyu anaeweka hapa kidogo nabida na hesabu. Tuje na la pili ambalo ndo watu wengi wamezoea na wanajua nisare, wanajivunja hapa, unakula wakila usiombe. Tembea hapa, watakuja hapa tembea hapa watakuja hapa tema aftembea hapa watakuja hapa kula, kwa sababu hapa. Hata nicheze na Dalmax sawa, ngoma hii lazima nimpasue tu hapo. Watakimbia apushtua uliza viatu, atakimbiza uliza viatu. Umeona sasa? Emu, ili iletelaza labda ngoja nicheze niliwechie simfani sehemu ya kufyatuka pale, alafu hapa ngoja nimpe Dalmax, ngoja e, nione Dalmax. Ili kishafika hapa atacheza wapi? Atacheza wapi? kete nzuri, muone bwana Dalmax kajivunja ileile ambao nawapasua wote. Hii unaweka ndani <coughs> ana ni sauti ya Elon Musk. Hii unaweka hapo, usiombe huyu. E, ni Dalmax asilimia mia lakini ukishaingia hapo baba lazima ule kichapo. Natembea kama hivi hmm. Akienda hivyo mi natembea sasa. Hapa kuna misteki nyingi zinafanyika, mfano mfano umeona alivyoenda huku, we ukisema uende hivi, mzozo mzozo, kingi uchukui hapo, hapa tema kinyama hiki afu nenda kingi. Umeona, hii ni sauti ya Elon Musk eh, Elon Musk. Nimeomba kete nne hapo, kama yeye kidume kweli aniachie. Nimeuliza viatu kete tatu hapo, kete mbili hapo, akikimbiza hapa nauliza tena viatu. Yanapo, nimeuliza viatu huku, nimezuia hizi zisitembee kwenda kingi. nimeona samitembeo ya Dalmax hapo, akitembea ehe, sasa hapa. Hmm. apo lazima nimfuate hapa, hii ni goli la lazima. Unamfuata hapa ili nije niulize viatu huko e, sasa Dalmax kanrudisha, lakini bado ni goli. Kete zangu ni nyingi sana, kwa sababu hapa kingi ataipata kingi, hai ni moja tu. Sasa hapo unauliza viatu kwa sababu sababu ya kuuliza viatu, nataka nimlazimisha afanye maamuzi E, na, singe, angesema anase, ina maanisha limeisha. hmm, akicheza pale ina maana ina maana hapa, mimi navuta mkuu, yati akiingia hapa, mimi na kete nyingi, kwa hiyo lazima nicheze e, kimomoo yani, kidangote dangote, si unakuwa na kete nyingi afu tena unaogopa ogopa, nini namna gani pale? E, huyu ni Dalmax jamani, asilimia mia hapo unatembea kingi, ili mtu yoyote ambaye atafikiria vizuri kidogo tu anashinda. Sio lazima hii, nadhani tayari hapa. Ustoke ustoke hapa, cheza hapa kwanza, nitataka niko sete mama na hivi, cheza hapa, kishocheza hapo hapo, tembeza kingi, tembeza kingi. Akiomba ziba eh, akitembea we tembeza kingi, hilo ni gori. Mmm, ni bana, huu ni uchambuzi na Elon Musk akienda kule wepaki no, akienda kule ili umfunge haraka sawa. Kaba hapa, kaba hapa, kwa sababu ukimwacha kete yake atakuja kuifikisha huko afa, utamchelewesha umeona, bwana. Ukisha kaba hapo, unatembea e, unatembea hicho chuma tayari, akiomba hapa unaziba. Hapo unaingia kingi. Jamani, hili ni goli kama nataka hadi nishinde, lakini linaweza likashinda kwa kiti tatu. linaweza likashinda kwa kiti tatu, hapo unaweza ukavuta vuta mkuu yati huku, ila linaweza likashinda kwa kiti tatu. Ehe, umeona sasa mambo ya. Mwona mambo ya anataka kula kiti yangu. Hapo sasa li meshinda kwa kiti yangu. Hapa haki meshinda. Kwa hiyo kwa uchambuzi huu jamani, tuweza tukawa tumejifunza kitu kuwa hili ni goli la lazima. E, kwa hiyo turudishe nyuma pale mturudi kwanza kwenye analysis yetu. Kwa hiyo likisha fika hapa wajomba, hicho ni chuma. Tena ukijivunja hivi, yani ndo hutoki, hutoki, Unakula, unawekewa ndani draft yako linakuwa limeisha. E, kwa hiyo wataalamu, endeleeni kuwa pamoja na mimi Elon Musk, bingwa wa madrafti, Elon Musk, mchambuzi wa madrafti. E, tupo pamoja jamani.